Mtu hey, I love you, I love you. Ame, amenenda hivi. Achana naye, utapoteza muda, utaliwa hela zako, utapotezewa muda wako, halafu mtu atakuacha anayekupenda. Uh, ukipata anayekupenda umepata zawadi, awe ana mali au hana mali. Binti zangu, ogopa sana kuolewa na mwenye mali asiyekupenda. Mashariti yanatiririka kama maji. Leo usiondoke, leo usiende, leo usifanye hivi, leo usifanye, leo usifanye yeye. Hey, hey, hey, ndio wa kwanza kuanzisha ugomvi. Yani wewe yeye ha, hajawahi kukosea hata siku moja. Wa kukosea ni wewe tu, umechelewa ni wewe tu. Yani wewe tu. Nasema, na ni wewe tupaka unasema nakoseaga mimi, tunaambiwa si ni wewe unataka tukosee kama kundi usi wewe ulishakosa ujasi, upo tu, uko kama paka tu. Hata kule kuagi nammea kuongea mmeo wangu unaendeleaje? we nyamazi, unaongea nini? si mapenzi hayo. Mapenzi siyo utumwa. Kabla mtu hajawa mpenzi wako, anakuwa ndugu yako, unambeba kama ndugu yako, kama binadamu. Mapenzi ni gundi inayokuja baadaye, lakini ubinadamu ni gundi ya asili inayokuwepo kwa watu wote. Mtu asiyekutendea kama binadamu hawezi kukutendea kama mpenzi. Fanya vyote ufanyavyo, unanielewa eh? Upendo hauchoki.